Tunazungumza na Mheshimiwa Makwere na labda pengine Mheshimiwa Ronald Ngala <laughs> ni nani? Ni vigumu kuchambua Mheshimiwa Ronald Gideon Ngala alikuwa nani kwa muda mchache, hadi kuna haja kitabu kamili kiandikwe juu yake. Mimi nakumbuka ilipokuwa ni ukoloni kuna viti vya Legislative Council le bunge la Wakoloni. Sasa zimetolewa nafasi za Waafrika wachague kiongozi kutoka pwani, nafasi za Wahindi wachague kiongozi kutoka pwani, nafasi za Waarabu wachague mmoja wao kutoka pwani. Kile kiti cha Waafrika, walikuwa vigogo wa kisiasa wapo akasimamia na mwaka elfu moja mia tisa hamsini na saba mi najitayarisha kwenda high school. Aliyeshinda mwakilishi wetu alikuwa ni Ronald Gideon Ngala, akafuatiwa ni Francis Hamisi na Apollo Kilelu Mtaita, babake Juhamisi, Juhamisi. Alikuwa journalist mkubwa yeah. Apollo Kilelu kutoka Taita na wengineo I think lelo alikuwa pale asimama pamoja na Mwanyumba. I can't remember the third person. Lakini aliyeshinda kwa mbali kabisa alikuwa ni Ronald Gideon Ngala, akawa member of Legislative Council, Legco. Yes. Ni mwaka gani huo? Mwaka 1957. uh -huh. 57 na jitarisha kuja shimulatwa school <laughs> <laughs> <laughs> sasa wakati ule wakati ule sisi ndio vijana twapiga kelele za kila aina, ngala ngala. Tulimpigia kura, hasa wadigo walipiga zote na wagiriama wote, yaani mijikenda walimpigia yeye. Lakini zaidi nikaanza kusikiza spichi zake. Msemaji hodari ajabu, hodari ana komvinsi watu. Hata wakati mmoja nilitumia utaratibu wake kwenye chama chingine hapa Kenya nilikuwa mimi nasimamia kama mwenyekiti. Hmm, nilikuwa na, na nafanya Ngala alivyofanya pale mwaka 1959. Ni yeye aliyependekeza kuwa tuwe na chama kimoja cha Kenya nzima. tuzingala hakuwa Tomboya, hakuwa aitwaje huyu, wengine wote hakuwa Odinga, hakuwa Kwe nange hakuwa James Gichuru, akuwa... alikuwa nani? Ngala, chama cha KANU kikaanzishwa. Kilipoanzishwa yeye bado yuko huku nyumbani, safarini wenzake, na Nairobi amekutana, wakafanya vyo, akagawanya gawanya, gawanya kati ya sana, bila kuwa dharau, wakikuyu na wajaluo. Ngala akamfanya treasurer, alipofika pale ambapo si chama tulisha tukiunda jana lakini mimi mwanzo nilikuwa na jako hiyo yasema tushatengeza chama chetu KANU. Hmm. Na mimi hasa wewe treasurer sema lakini mngekuepo kwa sababu mimi ndiye nilipendekeza tuwe na chama cha kitaifa. Siku hizo Mboya alikuwa na chama cha Nairobi People's Convention huku kulikuwa kuna Coast People's Party. Kwa vyama yalikuwa ni sehemu ndogo ndogo. Uh, uh, uh, Giriama Union hata ulikuwa na Digo, un, Digo Union East Africa. Tulikuwa nacho. Nao alipoambiwa vile, asema basi, no kwanza, hiki chama hiki mmekiweka cha watu ambao kabila zao zina kisomo cha juu kuliko kile cha Kikuyu na Wajaluo mefanya KANU, mimi naanza chama cha sisi wa Kenya wanyonge. Within two weeks, mwezi huo mmoja, 1959 akaanzisha KADU. Ndio ukiangalia zile kabila masikini ndio ilikuwa wanachama wake, Mijikenda huku, hali yao duni, ukoloni mazidia, nchi imeshikiliwa ni waarabu na wazungu. Watu wa Rift Valley, mashamba yamechukuliwa ni wakoloni. Daniel Arap Moi kamjoini kulu wa baluya, ardhi zimefanywa mashamba ya miwa, wameachiwa kutengeza busatu, masinemuriro wakajoini Wakatuwa, Masai, wakati huo sasa, na wale wa walikuwa si wachache hivyo, ilikuwa ni ndogo, kwa wa sababu population ya Kenya yote ilikuwa na watu milioni tano, tuko wengi hmm, kwa sababu mawasiliano ilikuwa ni duni, wale wengine ambao walikuwa kochini wa masai ndio akaua akamjoin sasa wale walikuwa maskini kwa ndio wengi kuliko wale kabila ya watu wanaojua kupiga kura ni nini, lakini tabu sisi likuwa tosema, ah, Ngala ameshapita bwana unajagana yuchira Ngala nimbo <laughs> adigo unavyo ukapige kura Ngala akashinda kare bwana Ngala naye ni anji ahio pia kutoka upiga. Hatukupiga kura wengi wakupiga 63 hapo eh? ndio tutashindwa ubunge, tuliposhindwa, lakini kwa shaenda Lancaster House katiba ni Ngala. Hata alipokuwa huko mkutano ya mwisho mwisho 19 August 1963 na nataarisha kutoka shumulaat, alienda kupanda Kilimanjaro namba 56 kule twasikiza radio jioni jioni kadu and kanu delegations at the Lancaster House whatever alafu ngala twangoja ngala aongee tusikie sauti yake bwana intelligent factual lakini pia katika safari hii alikuwa hawezi kumfananisha sijui akina mboyo akina nani no no no, no, no, no, no. ishauri wenzetu na journalist kabila zao wenzetu wana magazeti wengi wanaosoma alikuwa ni wao waliwakuza watu wao wakamponda Ngala akarudi chini kwa sababu likuwa neana, hakuna anaandika habari zake and it's a fact. watu huku likua kisomo when I was finishing my high school at Shimo, Wadigo ambao likuwa mmefika high school likuwa fika ishirini, wajua kwa majina wote. Sasa, sasa, mheshimiwa katika hili la Lancaster House ni kwamba Ngala alikuwa amebaguliwa kwa sababu ya kabila yake, ilikuwa anatoka kabila dogo, ama ni kwa sababu ya kwamba, uh, sera zake ndio zilikuwa hazitakikani? Katika sera zake ilikuwa ndio hazitakikani, ataka serikali ya majimbo kwa sababu huku pwani liko tunataka tupoe nchi yetu tofauti, kwa sababu tulikuwa protectorate ah. Lakini yeye he was more of a nationalist, ataka Kenya moja lakini ili tujisikie kuwa bado tutajisimamia siasa majimbo ikaja tukileta majimbo ni ndugu wa karibu sana ya uhuru wetu tutaweza kujisimamia lakini kwa kushirikiana kama confederation itakuwa nchi moja lakini kila sehemu yajisimamia that is what iliyofanya wa ili wanyonge wa rift valley waone najisimamia wanyonge wa Western wale wa Luo wajisimamia, wanyonge wa kimasai wajisimamia, wanyonge wa pwani wajisimamia. Wale wa Somali ilikuwa ni vigumu kuelewa, kwa sababu tayari ilikuwa na ajenda yao ya kutaka kujitenga, ilikuwa yaanza kuvuma vuma polepole, hata mwisho ikawa vita vya shifta baadaye. Kwa hivyo Ngala was a nationalist, lakini ilikuwa apendelea kila region ijisimamia kikamilifu. Mheshimiwa, nataka kufahamu pale Lancaster House ulikuwa na mvutano sana, lakini nasikia uh, katiba hii ya ambayo iliwasilishwa na Ronald Ngala yes, ndio ilipendelewa zaidi kushinda ile. Lakini ilikuwaje? Mbona baadaye ikaja ikabadilishwa? Hiyo ndio ilikuwa imependelewa wote wale wazungu, Waafrika wenzake wa Kenya, wenzake wa Kanu. Zilipoongeliwa kwa undani, ikawa ile ya Ngala ndio bora zaidi, wote wakakubali lakini wale wenzetu walikuwa na njama nyingine. Ngala amekuzwa bahati mbaya, akakosa kuchaguliwa rais wa Kenya. Alikosa chama kilichochaguliwa, alikuwa ni Kanu. Kanu iko chini ya mzee Jomo Kenyatta, na wale wengine wale ambao walikuwa kwa hakika wamwogopa, pia alikuwa nafikiri baadaye atakuwa rais wa Kenya. Ilipofika 64 uhuru umepatikana, ile regional assembly pamoja na senate zikabaki kwa mwaka mmoja mwaka uliofuatia 65 njama ikaanza ya kuvunja senate wale kila district au county ilikuwa na senator serikali ya kanu ikavunja ile senate wale maseneta wakachongewa sehemu ndogo ya kila district ikafanywa ni constituency kule kwale senator wote alikuwa rokimchinga kutoka, now, kutoka Makina Road. Makina Road. Yeah. Tukachongwa katikati pale Kwale East Mwamzandi, Kwale West Robert Matano, katikati ikachongwa constituency kwa ikawa Kwale Central skuiziyeta Matuga akaambua Roki mching chukua hiyo, na kwingine kote maseneta wote walichongewa um, jimbo wakawa nasimamia kama wabunge. Ile seneti ikavunjwa, ilipovunjwa Ngala naye akaona amezidiwa, hata huku anazungumza kwenye cabinet, jamaa anafanya njama ya kufanya settlement scheme, wanapeana watu wao, kambao sisi huku tuna, tuna mashamba sote huku kwetu atoi titles, waleta watu kutoka kwao kwa watuibia mashamba yale, wa koloni hakunuliwa huku, rekodi ipo, hata mimi nayo na hizo pesa hesabu yake naijua. Sasa Ngala akajiona yuko ametengwa. Pia ka -advise wenzake kwa jamani, tuingieni huko huko Kano. Wakaingia Kano sasa. Wakaingia Kano, wa kwanza kuingia Kano kwa ni Moi. Wa mwisho kuingia Kano kwa Kadu alikuwa Martin Shikuku. Ngala akaingia kule wakamfanya waziri. Alikuwa waziri wa nini vile? Ah, alianza waziri wa mm, roads and something something infrastructure, alafu mwisho akaingia social services na whatever uh, community development. Alishikilia wizara mbili. Since 1964 up to 1972 alipotuacha. He had served in two different wizara. Uchaguzi wa 1969 akatolewa kule wizara aliyokuwa nayo kwanza, akapaa wizara ya ya social services, ya social services, cooperative social ilikuwa imekuwa combined zingine. Sasa hapo ndio uh, uh, KADU ndio ika, ika, ikavunjwa ah, uh, KADU ilikuwa ishavunjwa mapema KADU ilivunjwa 1966 if I remember correctly mm -hmm. Lakini ilivunjwa KADU, wote wakaingia KANU. Madhumuni hao jamaa, tuzungumza kwenye kabineti kule, sisi tuko tuona mambo yafanywa, hatuambiwi. Hata Mpeketoni ilitungwa hatuna habari <coughs> tufanye nini? Ngala asema look, sisi tumeshashindwa, na huo ni mwanzo wa uhuru wetu, tuingie kule sisi Tukawa, tukawa unku, na sisi e, tu, tuwe na mmoja wawili ndani ya kabineti ile. Hawezi kutoa chanje kwa ajili yetu sisi, kwa sababu wizi wa mashamba umeanza. Walitoa maofisa wa ardhi na ambao kuna land adjudication. Land adjudication baada ya uhuru ilifanywa Kwale kwanza, alafu Kilifi uh -huh. uko wengine ifanywe, jamaa wakaiba kweli kweli Ndugu zetu walikuwa korofi, majina tunayo na walichukua ardhi za kiholela hasa kwa adigo hili, kwa sababu hii ilikuwa protectorate. Sasa ile protectorate haipo tena, hakukuwa na sufficient safeguards. Hata kama Ngala na Matano waliweka sai kwa niaba yetu, walikataa kuwa wale wengine walikataa safeguards, na hiyo ikatuletea shida mpaka sasa walikataa kununua ardhi kama Ngala alivyokuwa na wenzake, wanajua ardhi zitanunuliwa na pesa zipo, hata waliochanga rekodi nayo mpaka sasa mpaka sasa, mpaka sasa. Tena ajabu, kwenye mfuko wangu hapo nyuma ndani ya gari hii ni rekodi ambayo ilikuwa ni mashamba yanunuliwe yapeanwe ama wananchi wenyewe, kwa sababu wakati wa vita vya Maumau ilikuwa ni ardhi na maumau haikuwa kwa wakikuyu peke yao. Huku pwani kabila moja aliingia maumau wote, hata baba zetu walikuwa maumau wadigo. Kuna yasemekana kwamba wapwani hawakupigania uhuru. No, no, no, no, no. 1952 Oktoba tarehe ishirini, wale sita waliopelekwa Kapenguria washikwa Mwamgunga, bila shaka na mbozembozi kutoka Digo wakashikwa wakati huo, wakapelekwa Hola na maumau wengine. Hata yule general Mwangunga alifelea Lamu au wetaje huko Hola, lakini mwili ikapelekwa makaburi ya Waislamu Lamu. Wadigo kwa maumau fuli, lakini vita ilikuwa mara mbili. Watu wa bara piga vita, aondoke mzungu sisi huku tutapiga vita aondoke mzungu na mwarabu, kwa sababu sultani wa Zanzibar alikuwa amepewa nafasi aweke liwali, aweke mudiri, ajenge shule zaitwa Arab schools. Na hakuna warabu, waswahili wengine wakajita warabu, sasa wakajaza zile shule zile. Vanga kulikuwa na mudiri, Gasi kulikuwa na liwali Mombasa kulikuwa na liwali Arab school Takaungu hata shimo la Tewa school ilianza kama Arab primary school 1932. Vita vikaja, ikaondolewa ikapelekwa Serani. Serani was Arab primary school. Serani wana secondary school yao maalum, Arab secondary school, sasa ni Khamis secondary school. Sasa wale wadigo walikuwa sema hapo bwana, hii si imaya ya Sultani wa Zanzibar, likuwa ni njama Mwingereza na sultani ndio tukaanza tukajoin Maumau. Hata majina ya wale komiti ya kwanza, nayo handwritten, tarehe ishirini Oktoba, General Mwamgunga, Juma bila shaka, na Sali Mbozemboze. Wakashikwa, wengine walijificha, wakapelekwa Hola thawaswakikupekea kitabu cha Maumau katikati pale, utaona umewapa paragraph moja tu, huyu wa Maumau. Lakini tutaka kuondoa makolero wawili, sultan wa Zanzibar na kule sasa. Tukoulizwa tuliomba tuwe na nchi yetu wenyewe. Robertson ambaye ndiye alikuwa ametumwa ni sultano wa Zanzibar na mfalme wa Uingereza, Sir James Robertson ambaye ripoti zake zote nazo hapa, by the way. Kule Colonial Secretary alikuwa Ian MacLeod ambaye alikuwa me take over from Reginald Moulding ambaye alikuwa me take over from Oliver Littleton. Niko tuko high school tuasoma kila siku. Akapendekeza kuwa hatuwezi kuwapa nchi yenu hapa kwa sababu hakuna mapato ya uchumi. Tukapoa two options, either mwa join Zanzibar au mwa join colony. Na mchango sote kwa kauli moja tukasema twa join colony. Ikiwa tupati nchi yetu wenyewe, tuta join colony. Kwa nini? tulikuwa maumau pamoja na wao. Yule Sultan wa Zanzibar alikuwa hatutawala kama mwingereza hatuwezi kutoka hapa, alafu tuingia kwa yule ambaye alikuwa ni mkoloni, tuwache wenzetu ambao tuwapigania maumao pamoja. Tukaonelea ni bora wale ndugu zetu, kume ndugu zetu kwa ngojea watufeje, madhambi ardhi wakachukua, elimu akatufinya finya, madawa ya kulevya tuletwa sisi, mabaya yote ya 15 tayataja hapo tarehe 26. Wale wenzetu ndio wakorofi wale wazee wao walikuwa si wabaya, lakini wao walioshika hao ardhi zetu hawakununua, pesa zikaenda kwengine. so the loto, Nangala alikuwa akiongea habari hizo, hata kwenye mikutano anayoenda kuwa jambo la kwanza ni ardhi. Ardhi yetu hakuna safeguard, na wamekataa kununua kutugawia gawia, ndio sasa wakati uzikisha jamaa rekodi wanazo wao wenyewe, wagawiana wenyewe kwa wenyewe Labda hii ndio ilikuwa sababu ya labda pengine Ngala kuwa na mvutano na, na serikali ya wakati huo iliyokuwa ilikuwa ikiongozwa uk na mzee Jomo Kenyatta. Land, land kwa sababu hakubali ma settlements mengine huku yafanywa bila sisi kuhusishwa. Sasa ilikuwaje hii? Hapo ni yao ya ndani, kwa sababu kwa sababu kwa hakika hakupendelea Shukrani sana, wacha tuachie hapo kwa leo, tutazidi kuzungumza zaidi. Asante Coco FM, ladha ya pwani.